Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana, ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra, nikope kope lako sikio ili niwachanganulie yale yote ambayo yanatendeka, kwa sababu mimi nipo hapa kwa minajili ya kuweza kukusogezea taarifa ambazo ni za kuaminika na za kweli, baada ya rais wa Marekani Donald Trump kushambulia taifa la Venezuela na kumkamata rais wa Venezuela bwana Nicolas Maduro na kumtowesha, alimpeperusha kutoka, baada ya kumkamata, lile jeshi la Marekani ambalo lilimwendea, ambalo linaitwa linaitwa Delta Force, walimtoa Venezuela wakampeleka kusikojulikana, na ataenda kufunguliwa mashtaka ya uh, jinai kutokana na madawa ya kulevya ambayo anauza sasa. Kauli mbalimbali zinazidi kutolewa uh, na wananchi duniani, aswa viongozi na wanaharakati. Sasa hapa sisi tunataka kuangazia kile ambacho kinaendelea kusemwa na wanaharakati kutoka Tanzania. Mwanaharakati Mange Kimambi ameweza kumwandikia Donald Trump barua na kumtagi kwenye mitandao ya kijamii barua ya, yenye ameweza kuiandika kwa lugha ya Kimombo akisema kwamba Tanzania inahitaji usaidizi wa Donald Trump kumkamata na kumfunga Samia Suluhu Hassan kwa kuwaua wananchi elfu kumi. Kuna wale ambao wataniuliza bwana Ezra, huyu bwana Maduro ambao unazungumzia ni kiongozi wa aina gani? Je, alikuwa ni dikteta? Ndio huyu kiongozi mwenye Marekani imeweza kukamata hii leo, anafanana Samia amekuwa akiwakamata viongozi wa upinzani katika taifa la Venezuela, anawapitishia mateso, anawaua wanaharakati. Wanafanana tu na Samia. Wanaharakati Tanzania hawana amani. Kama jana niliwaripotia kwamba polisi wa Tanzania wako Kenya, walikuja kumtafuta Maria Sarungi wa mkamate kwa kuendelea kuchapisha taarifa za Samia. sasa ukiangalia vizuri huyu Maduro mwenye amekamatwa hii leo na uangalie Samia, wanafanana, hakuna tofauti, ni mwizi wa kura, ni mtesaji wa wananchi. Sasa Mange ameweza kumwandikia Donald Trump barua akimkumbusha hivi: Rais Trump, hivi majuzi uliweza kumwonya rais wa Irani kwamba endapo atawapiga risasi waandamanaji na kuwaua itabidi Marekani iweze kuingilia kati Irani na kuwakomboa wananchi ambao wanasumbuliwa na rais wa Irani. Sote tunajua kwamba kuna maandamano ambayo yanaendelea upande wa Irani. Sasa Mange ameweza kumuuliza Donald Trump umesema kwamba Irani ulipeana onyo serikali ya huko isiwadhuru na kuwaumiza raia. Sasa Tanzania Samia aliweza kuwaua watu elfu kumi na tunahitaji msaada wako. Sasa ninakuomba nikusomee jinsi ambavyo Mange Kimambi ameweza kumwandikia Donald Trump barua, jinsi ambavyo unaona hapo. Akaandika hivi Dear Mr. President Donald Trump, Tanzanians are begging for your help. Over 10,000 of us were shot and killed by the illegitimate government for protesting against fraud, fraudulent, fraudulent election. Anamwambia hivi. Kipenzi Rais wa Marekani Donald Trump, Tanzania tunakulilia na kukupigia magoti. Tunahitaji msaada wako. Zaidi ya wananchi elfu kumi waliweza kuwawa na kupigwa risasi na hii serikali haramu. Amesema illegitimate government, na hii serikali haramu kwa kuandamana kupinga uchaguzi mbovu, uchaguzi wa wizi uchaguzi ambao haukukuwa umekidhi vigezo vya uchaguzi. Akaendelea kuambia hivi ama akaendelea kumwandikia hiyo barua hivi kwenda chini. What you just did in Venezuela, Venezuela needs to happen in Tanzania. Please we are desperate for your help as the African Union and Sadec are useless entities. Ameweza kumwambia hivi, mpenzi mtazamaji kila ambacho umeweza kukifanya Venezuela ndicho hicho ambacho tunakitarajia na kuomba uweze kukitenda Tanzania tafadhali, tunakulilia, we are desperate for your help, yani tunakulilia na tunaomba, tunahitaji, tunangoja msaada wako kuweza kumwondoa Samia madarakani Mumukamate, mumuondoe Tanzania, mumfungulie mashtaka ya kuua raia wa Tanzania, kwa sababu ameweza kusema kwamba mashirika ya Afrika kama vile African Union pamoja na SADC shirika, ama ukipenda jumuiya ya mataifa ya Afrika Kusini, hayana umuhimu wowote. Kwa sababu gani? Yaliangalia tu wananchi wakiuawa Tanzania. Yaliangalia tu wananchi wakichinjwa Tanzania na hawakuchukua hatua zozote za kuweza kuwakomboa wananchi. Akaendelea kusema kwamba when a government kills its own citizen in order to regain power, it loses the right to claim to claim in sovereignty. Anamwambia hivi, kipindi ambapo serikali inaamua kuwaua raia ili kupata mamlaka na kuendelea kusalia madarakani inapoteza uungwaji mkono na inapoteza kitu ambacho kinaitwa uhakika. Akamalizia kwa lugha ya Kiswahili, Watanzania na wanaharakati kwa pamoja, tupeleke nguvu pia kwenye kutafuta intervention kama iliyofanyika Venezuela ili tuweze kupata transitional government new constitution and a new election. Sisi wenyewe wananchi, let's keep fighting kwa njia zozote tunazoweza huku tukiendelea kutafuta intervention kutoka nje. Yaani amesema hivi, Watanzania na wanaharakati wote tunapaswa kupeleka nguvu kwa Marekani kuomba msaada msaada kama ule ambao wameweza kuupeleka upande wa Venezuela, mahala ambapo wameweza kushambulia, Marekani imeweza kushambulia serikali ya Venezuela, wakamteka nyara rais wao batili, rais wao dikteta, rais wao muuaji Nicolas Maduro na mke wake ambaye ni first lady, wametoroka naye. Kwa hivyo ukiona Mange anasema kwamba Tanzania tunahitaji msaada kama huu na ni kwa sababu gani ameweza kusema kwamba Tanzania tunahitaji msaada kama huu? Amesema kwamba tunahitaji msaada kama huu ili tuweze kupata serikali ya mpito, transitional government, tupate serikali ya mpito, tuandae uchaguzi. Tukishapata serikali ya mpito, vilevile vile tuweze kupata katiba mpya. Tukishapata katiba mpya, vilevile tuweze kupata kitu ambacho kinaitwa uchaguzi mpya Tanzania kwa sababu uchaguzi ambao Samia anasema kwamba aliweza kutumia kushinda kiti cha uraisi, ule si uchaguzi, bali ulikuwa ni wizi. Akamalizia kusema kwamba sisi wenyewe wananchi tuendelee kujipigania kwa njia zozote tunawe e, tunazoweza huku tukiendelea kutafuta intervention, yani msaada kutoka Marekani. Mimi sina mengi nimewaeleza, sababu ambayo imefanya Marekani imeweza kushambulia Venezuela na kuweza kumchukua rais wao Nicolas Maduro mwenye Marekani anasema kwamba alikuwa anauza madawa ya kulevya na vilevile vile kuendelea kuwaua na kuwakamata wanaharakati katika taifa hilo la Venezuela. Sasa Mange naye ameweza kumwandikia Donald Trump barua akimwambia kwamba zile nguvu ambazo uliweza kuweka Venezuela na vile vitisho ambavyo uliweza kupea rais wa Irani, tafadhali tunaomba uweza kuleta nguvu hizo Tanzania ili tuweze kupata ukombozi. Je, unaunga mkono maneno ya Mange Kimambi? Kama unaunga mkono, naomba uweze kuniambia unanitazama kutoka wapi na unaambie, uniambie, je uniambie, bwana Ezra, mimi ninaunga mkono yale ambayo Mange ameweza kuitisha kutoka Marekani. Na kama unapingana na hatua ya Mange Kimambi kuweza kuitisha msaada kutoka Marekani, vilevile vile, upo na uhuru wa kuweza kusema kwamba mimi ni mtu fulani kutoka mahali fulani, ninapinga sana maneno ya Mange Kimambi kutaka Marekani iweze kushambulia Tanzania na wamchukue Samia Suluhu Hassan kwa mauaji Samanasi na rejea na mengi tena zaidi. Tafadhali zili kusambaza kanda zetu. Asanteni sana.